na dhuluma za kijinsia. Mwakilishi Kilifi, Mbeyu, wa kike kaunti ya Kilifi Gertrude Mbeyu amezindua kampeni ya uhamasishaji inayolenga kuwapa wananchi ufahamu kuhusu taratibu za kuripoti visa hivyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo Mbeyu amelaani kukatizwa kwa kesi kuhusu visa hivyo kupitia maelewano ya kinyumbani ambapo wahusika hufanya makubaliano na familia za waathiriwa. Kwa upande wake naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Flora Mbetsa amewataka washikadau mbalimbali kushirikiana kuhakikisha taratibu zifaazo zinafuatwa ili kusaidia waathiriwa. Haya yanajiri huko familia moja eneo la Vipingo, eneo bunge la Kilifi Kusini itafuta haki baada ya binti yao kupigwa na kudungwa kisu na mumewe hadi kufa. Mama Mbeyu says no to GBV in Kenya in Kilifi. Mama Mbeyu says no to femicide in Kenya and in Kilifi as a whole. La muhimu, nimeleta mradi huu kupitia kwa ofisi yangu kuleta hamasa kwa jamii, manake wengi wanadhulumiwa na hawajui waende wapi, hawajui waanze wapi. Mama amepigwa, mtoto amebakwa mzazi hajui anzie wapi. Kwa hivyo nikaleta vitengo vyote vinavyohusika katika taratibu za kusaidiana cases za femicide na cases za GBV. Stakeholders, lazima tushikane pamoja. Tulipata watoto wa kike wakasema, wanapoenda katika ile ofisi ya polisi, anadhulumika kuwa anajirudia mara kwa mara, ataenda kwa polisi huyu amweleze, andike statement mwingine arudie, arudie, karibu polisi sita tayari hiyo. Kumbuka ile courage ya yule msichana kuzungumza, kitu kama kile si rahisi.